Ndio Bwana Yesu wapewe sifa, mtoto wa Mungu. Ni mimi, mtumishi wa Mungu, mchungaji Gabriel Stefano wa huduma ya CRMC uh, madhabahu ya nuru ya watu inayopatikana Mapinga kwa Kibosha, Bagamoyo. Leo sasa tunakwenda kuendelea na session yetu, uh, session yetu ya inayofuata. Tulijifunza kwa habari ya mafanikio, kwamba ili mtu aweze kuwa tajiri ni lazima awe na nguvu. Sasa Nikasema ya kwamba nguvu zipo za aina mbili. Kuna nguvu inayotoka kwa Mungu, lakini pia kuna nguvu inayotoka kwa shetani. Lakini jambo ambalo nataka nikwambie, hakuna mafanikio kwenye maisha yetu tunaoishi kama mtu hana nguvu. Lazima uwe na nguvu. Sasa utapataje nguvu? ka, kitu ambacho kitakufanya wewe uweze kupata nguvu za kupata utajiri ni lazima uingie mahali pa nguvu, uingie mahali pa nguvu. Hebu tusome Biblia yetu Matayo Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 39, 33. Biblia inasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake. Nini maana ya ufalme wake? Neno ufalme ni kitu chenye mamlaka, ndio maana hapa anasema kwamba utafute kwanza ufalme wake, maana yake utafuta kwanza nguvu. Ukishapata nguvu, hayo mengine yote yatakuja. Maana yake ni kwamba mwanadamu hawezi akaishi hapa duniani, hawezi akafanikiwa kwenye jambo lote analolifanya kama hajatafuta kwanza nguvu. Ndio maana anasema, ukisoma mstari wa sasa, anasema basi msisumbukie kesho kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Ya tosha kwa siku ya maovu yake. Maanake ni kwamba mtu mwenye nguvu, kesho itajisumbukia yenyewe, pesa zitakuja, mali zitakuja, chochote kile ambacho atakachokitaka kitakuja kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye ana nini? Ana nguvu. Nguvu, mtu mwenye nguvu yoyote, ndio maana Biblia inasema ili ufanikiwe. Unajua watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanatafuta pesa au wanaanza chochote bila kuwa na nguvu lakini hata Biblia inasema tuanze kwanza kutafuta nguvu kabla ya kuanza kuanza biashara, kabla ya kuanza kuku, kuanza huduma, kabla haujafanya projekti yoyote ni lazima uwe na nguvu. Ukiangalia watu wa duniani ndio wanavyofanya. Ndio maana hata Mungu anatuambia kabla haujaanza chochote, tafuta kwanza ufalme, manake tafuta mahala penye mamlaka. Ni kama mtu ambaye anaishi Uh, ikulu maana yake ana ulinzi tosha, hawezi akapigwa hivyo hivyo. Kwa ukitafuta ufalme wa Mungu, ambaye kwa Mungu tayari kuna mamlaka, kuna hayo mamlaka, kuna hiyo nguvu, maana yake unakuwa upo katika ulinzi mkubwa, hayo mengine yatakuja. Ile nguvu ambayo utakuwa nayo itakufanya uvute utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana Nafikiri unanielewa. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye jambo lolote unaolifanza, kabla hujaanza biashara yako, kabla hujaanza huduma, kabla hujaanza chochote, tafuta hakikisha, ufalme uko ndani yako, kwa sababu ufalme wa Mungu ukija ndani yako ukawepo ndani yako, maana yake ndiyo nguvu unakuwa nayo. Ukiwa na nguvu, unaweza ukavuta chochote, ukavuta jambo lolote ukavuta mali ukavuta kitu chote, kwa sababu una nini? Una nguvu. Ndio maana jambo ambalo natakia unielewe, ndugu naye nitazama sasa hivi, hakikisha kabla hujaanza jambo lolote, tafuta nguvu, jitahidi sana utafute nguvu, ufalme, hakikisha ufalme uko ndani yako, na ndio maana Yesu kabla hajaondoka hajapaa kwenda mbinguni aliwaambia msitoke, e, akaambia wanafunzi wake wasitoke kuelekea kokote mpaka pale atakapowapatia ile nguvu. Kwa hiyo wao wangeamua kutoka wakaenda kuhubiri Injili ingewezekana wangekufa mapema, eekana wangeuliwa mapema, lakini walipokaa wakasubiria ile nguvu, Biblia inatuambia kwamba tunaona kabisa ya kwamba walifanikiwa, walikuza huduma Watu waliokoka wengi. Kwa nini? Kwa sababu wana nguvu. Yesu alifahamu umuhimu wa nguvu, ndio maana hata wanafunzi wake hakuweza kuambia kwamba waende, kwa sababu alikuwa na maarifa. Unajua mtu mwingine anasema mimi na maarifa ya kutosha, naweza nikaanza biashara. Na maarifa kwa habari ya biashara hii, nimefanya kwa muda mrefu. Na maarifa kwa habari ya kazi hii, nimefanya kwa muda mrefu. Ndugu yangu, nikwambie, huwezi ukafika mbali kama hauna nguvu. Hakikisha unatafuta nguvu, hakikisha ufalme wa Mungu unakaa ndani yako. Ufalme wa Mungu kaa ndani yako, utajikuta unaanza kufanikiwa. Hautakuwa na masumbufu tena, hautasumbuka tena kutafuta hela, hautasumbuka kuvuta mali. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu uko ndani yako. Jambo ambalo nimekuambia ndugu, nitazama sasa hivi, tafuta kwanza nguvu hii session. Tumeelezea kwa habari ya kutafuta nguvu. Mtu yoyote mwenye nguvu hawezi akatawaliwa na majini hawezi akatawaliwa na wachawi. Mtu yoyote huko ambaye uko katika ufalme wa Mungu hawezi akasumbuliwa na misukule. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa katikati au ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako, unajikuta tayari una nguvu. Mungu akubariki sana jamaa. Ambao nataka nikwambie wewe, ambaye unatamani kufungua biashara, unatamani kuanzisha chochote, unaweza ukanitafuta, nitakuelekeza namna gani unaweza ukapata nguvu. Lakini nguvu ni kukaribisha ufalme wa Mungu ndani yako. Je, wewe umekaribisha ufalme wa Mungu ndani yako au bado hujakaribisha ufalme wa Mungu ndani yako? Mungu akubariki sana, tukusanye session inayofuata. Shalom.